Kagerezani, ukituua hata mawe yatazungumza. hey, hey, hey. Walimkamata Lisu wakafikiri tutaenda kukaa ndani tunalia. Nimewaambia hivi, sasa mmemweka Lisu ndani, chama kiko mikononi mwangu. Haki ya Mungu tutawashughulikia. Amjawai kuona sisi wengine tumejitoa, tunataka tujitoe sada maisha mazuri na neema katika nchi hii nchi, yeah. hii nchi ni nchi ambayo kila mtu anaweza kuishi vizuri, kila mtu anaweza kuendesha gari, kila mtu anaweza kulala pazuri. Inawezekana kuna nchi ambazo zinalipa watu wasiokuwa na kazi, wanawalipa mshahara kila mwisho wa mwezi. Hazina hata kitu, hazina hata dhahabu, hazina chochote. Haiwezekani nchi hii, nchi tajiri kama hii, watu wanazungumza kuhusu tasafu. Tasafu ni umaskini na hiyo tasafu yenyewe wanaita watu maskini wanaenda kuwalimisha mitaro hawawezi hata kujenga barabara wanaenda kulimisha mama wakina mama mitaro sisi chadema tumesema hivi sisi chadema tumesema hivi sisi chadema tumesema hivi mnisikilize tukiingia madarakani tutaweka universal pension kila mtu atapata pension, akitimiza miaka 60 huyu askari akitimiza miaka 60 atapata pension, lakini huyo askari hakujijengea nyumba. Kuna mtu aliyemjengea nyumba akaishi yeye. Huyu mtu yeye akitimiza miaka 60 ataenda wapi? Rasmi na yeye alipwe pension, kwa sababu alitumika kujenga nchi hii. Boda boda anayekubeba ametumika kujenga nchi hii kwa kubeba. Anayechoma mkaa ndio anemchomea mwalimu mkaa, mwalimu akae darasani afundishe bila huo mkaa. Mwalimu angeenda kuchoma mkaa mwenyewe, asingefundisha. Kwa hiyo naye anastahili pension. Ndio maana tunasema CHADEMA, kila mtanzania atakayetimiza miaka sitini tutampa pensheni, na uwezo huo tunao. Elimu hii matope tutaiondoa. Hatuwezi kuwa na elimu ambayo watoto wenu wanaenda shuleni, wanafundishwa eti mama yake Juma anapika ugali, Juma anacheza mpira, baba yake Juma ameenda sokoni, alafu maswali Mama yake Juma alikuwa anapika nini? i hey, wali swib akiweka ugali tiki. Juma alikuwa anafanya nini? anacheza mpira tiki. Elimu matope tupu. Watoto wenu wanafundishwa elimu ya matope hii na miguu mingapi wa China wanafundisha watoto wao namna ya kuja kuchukua Tanzania zenu Waondoke nayo lazima tubadilishe nchi. lazima tubadilishe nchi. Ndio maana tunataka no reforms. No reforms. No reforms. No reforms. Bila mabadiliko ya uchaguzi hakuna uchaguzi. Mwanza mnasemaje? Tuko tayari.